Kobenso ni mzazi wa mtoto wa kidato cha nne, anaitwa Rigobert Jacob. Nipende tu kusema, la kwanza niwashukuru sana walimu wa Funta Sekondari. Hii ninayoona leo picha ya watoto hawa, wazazi wenzangu wataungana na mimi kwamba hata mimi nilikuwa nimempotea mtoto wangu, nilikuwa sijagundua kwamba ndo mwanangu kwa sababu eh, wanaishi wenini. Kwa hiyo kwa maandalizi haya najua walimu mmefanya kazi yenu, lakini si kwa hali hii walionayo. Wamefanya kazi yao walimu kwa mambo mengi, ukiangalia kwenye taaluma haswa ndo ambapo ndo kiini tunajua kabisa kwamba walimu mmefanya kazi yenu. Nipende tu kuwaasa wazazi wenzangu, sisi kama wazazi, tuna wajibu sana wa kutimiza yale yote ambayo walimu wanahitaji tuyafanye, hatua hii ya kuwafanya watoto wetu wahitimu kidato cha nne na waweze kupata matokeo mazuri, si tu kupata cheti kuna wazazi wanasema mwanangu akipata wa cheti nakuwa nimefurahi sawa, lakini lengo letu si hilo. Lengo letu mtoto apate ufaulu ulio mzuri. Wameimba watoto hapa, tunahitaji wani nyingi. Mzee wa mashahidi pale amesema hivyo, ili tufurahiwe na yale ambayo tunatarajia yawe. Basi wazazi, ni waombe kwa wale wenzetu ambao bado wana watoto au ambao bado tuna watoto Fumta sekondari na sekondari zingine, basi tuwe tunajitahidi kutimiza yale ambao wazazi wanahitaji tuyafanye, na si kwa sababu ya wazazi tu, wazazi wanatimiza taratibu za wizara ya elimu. Nisiseme mengi sana kwako, mkuu Benaya na jopo lako mratibu kata, na mtendaji wa kata, polisi kata, nyie ndiyo mmefanya yote haya. Hii ni dhamu ya watoto wa kidato cha nne. Bila kuwepo nyie, hiyo safu niyo itaja, tusingeweza kufanikiwa sisi wazazi. Hivyo niseme mimi kwa niaba ya wazazi, Mheshimiwa mgeni rasmi, walimu hawa tukianzia mtendaji wa kata afsa mratibu kata, polisi jamii, mkuu wa shule, mtaaluma na walimu wengine wote, kwa umoja wao wamefanya kazi kubwa sana Funta hii, kwa muda ambao mimi nimefika Bumbuli hii, na kwa vile ninavyojua umuhimu wa elimu, walimu hawa wanapaswa sana kuendelea kuenziwa na kuheshimiwa na kupewa kile ambacho wanahitaji kupewa. Hivyo basi, niwaombe wazazi wenzangu, pale tunapotakiwa kuiboresha Funta yetu Sekondari, basi tujitoe kwa, kwa pamoja. Kwa mfano, tumeenda jikoni kule, kuja kaa vizuri, kuna shughuli zingine za matundu ya choko, kwenda kwa kujenga vibanda, tushirikiane. Kwa yule mwenye nacho, tujitahidi kwa namna yoyote. Hakuna atakayekuja kuijenga Funta hii ni sisi wenyewe wazazi. Hivyo basi, ni waase na nyinyi watoto wetu ambao leo tunasema mnaenda kuhitimu, lakini mkumbuke kwamba leo ni sherehe tu, kama ni mvua tunasema za rasharasha. Bado jambo lenu lilowaweka miaka minne funta hii bado hamjaenda kulianza. Hivyo, kwa mwonekano mlionao, tuna tunaimani mtaenda kututoa aibu, na sisi tunaendelea kuwaombea kila mmoja mzazi kwa imani ya dini yake, tutawaombea sana kwa Mungu kuanzia walimu mpaka nyie ambao mnapokea kutoka kwa walimu ili muweze kuja kufanya vizuri kwenye mitihani yenu. Baada ya kusema hayo, mimi ni kushukuru mkuu wa shule na meza nzima. Kwa niaba ya wazazi niseme tutakuwa pamoja kuiendeleza Funta yetu hadi pale tutakapofikia kwamba hapa tunastahili kuendelea kufurahia. Asante.